Mtangaza Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi , CCM. Uh, nilikuwa nime lose all contact na zile contacts zangu zaaishini zote the last few days. We made contact about two hours ago. Sasa nitaanza kwanza na issue za Samia ambazo hazihusiani na Um, um, nichoongea na wanajeshi. Nitaanza kwanza na ishu ya Samia um, leo tume siku ya leo tume itamtangaza Samia kama mshindi wa uchaguzi. Samia kisha kimbia nchi, hayupo. Watamtangaza kama mshindi and then atarudi leo leo, watamwapisha leo leo, alafu atakimbia tena, akienda kusikilizia huku kama maandamano yameweza kuisha, kama yuko safe kurudi na kuendelea uh, kuishikilia nchi uh, kwa urais ambao kaupora okay. Uh, tukimaliza hapo nitarudi nchi ongea na wanajeshi. Sasa wanajeshi wananiambia hivi, wananiambia Samia alikuwa amejipanga. Yani pale alio Magufuli kufa tu akaupata ule urais alijipanga immediately. Yani yaani alishakuwa na plan, anataka kufanya nini na Tanzania bara na Zanzibar. Sasa kinacho ha, uh, kilicho happen ni kwamba ndio ile kwanza alim ali, ali, ali, yani kwamba alimpush out as mabeo sababu ndio hivyo, alikuwa amesha mpanga mkunda uh, yani amesha mset mkunda, ndio akamweka pale mkunda, lakini wakaniambia, tatizo sio hata mkunda tatizo ni Wazanzibari ambao amewaweka kwenye position ambazo ni critical ambao ndo sasa hivi, wana run nchi, wana run show. unaona? Um, anas, wanasema jeshini CDF is powerful lakini kuna huyu mdhalimu I think ndo chief of staff wa jeshi mdhalimu, huyu ndo anaye run operation zote, hakuna kinacho happen jeshini bila yeye, information zote zinapita pale. Sasa huyu alimweka ni mzanzibari mzenji very, yani mtu wake, mtu wake. Kwa hiyo huyu ndo most powerful person kwenye jeshi, huyu mzanzibari ndo the most powerful, sio hata Mkunda. Unaona? Sasa wanasema baada ya hii ishu kuanza, hii ishu kuanza, Samia alitoa oda wanajeshi wapige risasi wananchi. Naona yaani anataka wapigwe risasi na madai yake aliwatoa kule, ambayo huyu mdhalimu sasa. Huyu chief of staff anasema, ni kwamba anasema, anasema mbona Zanzibar, um, uh, wazanzibari walivyo walivyo walivyo andamana walivyo riot ili kudai ili kupinga uchaguzi au kudai nani uh, walipigwa risasi na maandamano ya kafa eh? Na, eh, na serikali ikashinda. Mbona kule walipigwa risasi, kwanini huku wasipigwe risasi serikali ikashinda? Kwa hiyo an, an, anasema na wabara na wao na wapigwe risasi kama walizopigwa kule kule kule Zanzibar, wapigwe na wao uh, ili nchi itulie, kwa sababu uh, yani anasema kilichotumika kuwatuliza wazanzibari kule anataka kitumike na huku bara sasa hivi Unaona, ndio akawa ametoa hizo oda za kwamba polisi anataka polisi washuti watu, anataka jeshi shut watu. Ndugu zangu, tukishapita hii nguo, sijui tutapa nini wanajeshi wetu, kwa sababu wamedifai hizi oda, wanafanya opposite na oda zilizotoka, wanafanya exactly opposite. Yani Samia iko pissed na hili jeshi, yuko pissed vibaya, kwamba wanatoa protection na ya wananchi eh, badala ya kuwapiga risasi. unaona kwa hiyo wananchi kwa hiyo wale wanachoniambia ni kwamba waambiwa wa Tanzania sasa hivi hawapigani tena Tanzania, hawaipiganii tena Tanzania. Wanasema sasa hivi wanapigania Tanganyika, waambie this is the fight of their land. Anasema wanasema um, sasa hivi haya maandamano wanasema, leo maandamano ya leo wanayahitaji yawe makubwa zaidi ya haya siku zilizopita. Wanasema sasa hivi msiwaachie Gen Z peke yao haya maandamano. Kila mtu, mwanamke, mwanaume, wanasema wao watalinda, watalinda. Wamesema wameanza jana, wameanza jana kudili na uh, hili uh, hawa hawa hawa, hawa uh, soldiers wa wa Museveni. Samia ndo kawaleta, sio Museveni, ni kama pitisha tu waje wafanye. No, Samia ndo kamuomba Museveni awalete, kwa sababu ali, alisha hisi jeshi watu wapiga watu risasi, kwa hiyo akamtafuta yule ili aje. Yaani ya Samia anachosema, anataka itumike nguvu ile ile iliyotumika Zanzibar, kuwa ile maandamano, anataka itumike na bara. Anasema mbona kule mliweza kuwatuliza na hao muwatulize, wa uweni tu. Kwa hiyo ndo kawaleta, ndo kamomba Museveni awalete hawa watu. Kwa jeshi linasema toka jana wame wameshaanza kudili na hawa na wamesha waua wengine, lakini wanasema uh, yani issue yao ni kwamba ha hawa wakishafanya wakishafanya tukio kwenye mtaa something s wanakimbia, wanakimbia wanatoroka. Kwa hiyo jeshi wanakuwa by the time wanafika pale, wananchi wanawaambia wale kukuwa, ha jeshi linachosema ni kwamba wana wana Yani uh, wanahitaji wananchi immediately, mnapoona wale zile gari, yani pale, pale yani ukimsikia yuko, wako sehemu fulani, wanahitaji zile taarifa, na zile taarifa watazivikaji. Kwa hiyo sasa hivi inabidi mkiwaona wale popote, namba yangu kila mtanzania anayo, ni textini, wako hapa sasa hivi, wako hapa sasa hivi, ili mimi niwape, ili mimi niwape Uh, wameshanipa channel ya kuwapa immediately, wale watu wa seven wakionekana same, mimi niwaambie niwaambie haraka we, wafanye uh, ili waende kwenye ile eneo uh, wanasema they are trying their best. Sasa wakataka ku-address the main issue ambayo ndo saa hivi kila mtanzania dunia nzima inashangaa kwa nini haifanyiki. Naomba kila mtu apay attention, sababu mii mwenyewe nimepata somo kubwa ambayo nilikuwa silijue ishu ya kwa nini jeshi, kwa nini kikosi uh, kwa nini jeshi alichukui nchi kwamba hata kama mkunda, kwa nini wengine hawachukui nchi kwamba kwa limefanyika hizi nchi zingine, kwa nini Tanzania ifanyiki? Anasema, yani, umeniambia kwamba hii kitu ambacho nitawaambia sasa hivi hata watu wa usalama walikuwa wajui, kwa sababu kuna watu wa usalama hizi siku mbili hizi wamewatafuta ao wanajeshi wanawatafuta, kwa nini amchukui nchini yeye, sababu watu wa usalama ambao ni Watanganyika, kwa sababu sasa hivi usalama imejatu wa Zanzibar, alafu kwenye position za juu na mombo, yani ni taree uko compromise. Kwa mombo sasa hivi anafanya kazi ya sania na amboni, wa Zanzibar ambao wako juu wameshika, wale ndio sasa hivi wanarun wanarun nchi wanarun show endi kwamba panda lazima tushinde wale. Sasa kuna wa Tanganyika ambao wako ndani ya usalama taifa ndo sasa na wao wakawa wanahangaika, kama sisi tunabongeka huko, jeshi lichukue nchi haraka. Kwa hiyo wamewatafuta, ndo wakawa explainia kwa nini mpaka sasa hivi jeshi haijachukua nchi yani, kikosi hakijatoka kuchukua nchi. Unaambiwa, mpaka watu wa salama wenyewe wameshangaa kwa wajui information, na nikaambia kwa nini hamkuniambia before, hiki tu anasema, tungekuambia before, hii ni siri ya nchi, la sababu tukisema tunaweza hata tukahatarisha nchi kwa enemies wa nchi. Kwa hiyo ndio maana tukuwa tukwambii hii hi information ilipo, lakini kwa nchi ilipofika na kwa sababu wananchi sasa hivi wanaanza ku lose hope na jeshi, wanaona kama labda sisi hatutaki kuchukua nchi nini nini, wanataka tuchukue na hatuchukui. Um, inabidi tuweke tu isiri huko nje, kama adui zetu sijui ya nchi zingine watafanya watafanya, lakini sasa hivi Watanzania come first, inabidi tuakam wananchi, tuakam tuwape moyo tuwape nguvu, ndio imebidi sasa wanipe isiri. Wanaambia jeshi la Tanzania ni tofauti na majeshi mengine yote mnaojua duniani, ni tofauti na majeshi ayo. Wanambia, jeshi la Tanzania ni tofauti na majeshi ya West Africa, tofauti kwa sababu yani ni tof, kitu tofauti. Wanaambia jeshi la Tanzania ni la ajabu sana, ni jeshi zuri, lakini ni la ajabu sana kwa sababu ya Nyerere. Wanaambia sasa hivyo Tanzania lawama wasiwape wanajeshi, wawape baba wa taifa. Ndo aliyeweka hii system. Sasa ndo ananiambia kwamba kuna kipindi huko nyuma jeshi lilitaka kumpindua Nyerere, naona walitaka kumpindua. Walipotaka kumpindua ilivyoshindikana, Nyerere ndo akajihami akatengeneza mfumo ndani ya jeshi ambao ni umefanya ni kitu kigumu kigumu mno jeshi kumpindua rais. Kafanyaji anasema baada ya ile attempt ya kumwondoa Nyerere, Nyerere alitengeneza vikosi vingi vya jeshi vingi, huko wapi, kikosi cha pwani, siwapo wapi. Hivi vikosi alihakikisha havina uhusiano wowote, yaani havihusiani chochote, yaani ka, kila kikosi ni kama jeshi pekee. Kila kikosi ni kama jeshi linalojitegemea, hawako na kikosi kingine, hawako na kikosi kingine, yani <coughs> wanajitegemea, na ndani ya kila kikosi kuna brigade, brigade ndani ya kila kikosi. Kwa hiyo kikosi kina kiongozi wake, afu brigade ina kiongozi, brigadier. I hope I'm remembering vizuri. Sasa stick na hiyo point ya kwanza kwamba vikosi vyote wanasema sometimes hata hawajuani hivi vikosi, yaani wamehakikisha Nyerea hakikisha hivi vikosi ya...